Raisi wa Uturuki Zelenski amesema amani ya kudumu nchini Ukraini sasa itapatikana ndani ya mwaka huu. Hii ni Nje ya Box TV apdet langu, jina ni Kristina Mbaruku. Rais wa Marekani Donald Trump ameshikilia kile alichokitaka kuwa mazungumzo mazuri ya simu yaliyochukua saa moja na wenzake wa Ukraini Volodymyr Zelenski siku baada ya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putini. Aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Trump amesema wito huo unalenga kuzipatanisha Ukraine na Urusi kulingana na maombi na mahitaji yao, akiongeza kuwa juhudi za kusitisha mapigano ziko sawa. Zelensky alieleza mazungumzo yake na Trump kama chanya ya kweli na makubwa sana. Tunaamini kuwa pamoja na Marekani na Rais Trump na chini ya uongozi wa Marekani, amani ya kudumu inaweza kupatikana mwaka huu, aliandika kwenye mtandao wa X. Akizungumza wakati wa mkutano wa mtandaoni siku ya Jumatano, Zelenski alisema yeye na Trump wamejadili uwezekano wa Marekani kuumiliki mtambo wa kuzalisha umeme wa Zelofis unaoshikiliwa na Urusi. Zelenski alikiri kwamba mtambo mkubwa zaidi wa wa kuzalisha umeme barani Ulaya, ambao uko mstari wa mbele, unaweza kuchukua zaidi ya miaka miwili kuimarishwa tena, ni muhimu kwa raia wa Ukraini na wale wa bara la Ulaya. Pia alisema kuwa kusitishwa kwa mashambulizi ya miundombinu ya nishati, leri na vifaa vya bandari kunaweza kuanzishwa haraka kama sehemu ya usitishaji vita uliosimamiwa na Washington na Kivu, lakini Zelensky alionya kwamba Ukraine italipiza kisasi ikiwa Moscow ataikiuka masharti ya usitishaji mapigano. Ninaelewa kuwa hadi tukubaliane na Urusi, hadi kuwe na hati inayolingana juu ya usitishaji wa mapigano kwa sehemu na ndani, kila kitu kitarushwa, alisema akimaanisha ndege zisizo na rubani na makombora. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini Putini hatakubali kusitishwa kikamilifu kwa mapigano, huku wanajeshi wa Ukraini walisalia katika eneo la Kivu eneo la kulsi magharibi mwa Urusi, baada ya Kivu kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza katika eneo hilo mwezi Agosti mwaka jana. Hii ni Nje ya Box TV update. langu jina ni Christina Mbalakosi. Sasa kusubscribe, kulike na kushare ili kuanza kupata notification.